Majira hayo, vile vile iko hivyo hivyo. Ndio maana namna ya mwezi wa kwanza ulivyo ni tofauti na mwezi wa pili Februari, na Februari ilivyo ni tofauti na Machi ilivyo tofauti na April. Kwa kila mwezi una namna tofauti, ili kuwisha nafsi yako uanze kuona kitu kipya na kisha mwaka ndio unaanzaunaanza moja. Sasa katika hiyo kufaulu na kufeli kwako ni matokeo ya machaguzi una Hello? Yaani, siku imejaa machaguo vile a, machaguo yako ya kila siku, mitihani yako ya kuchagua kila siku, ndiyo inapelekea kufaulu kwako au kushindwa kwako. Unanipata? Leo hii mimi nimechagua, nimechagua kuvaa suti, zikwepo nyingi nikachagua. Kwa leo hii hii suti, inawezekana leo ikafurahisha wengine na wengine i, leo hii na uhuru wa kuamka ngapi, sawa. Nikaamua leo ninaamka saa kumi kasoro <laughs> leo saa mke saa tisa na kumi, lakini kwa nauru hata kuamka saa kumi na mbili na mbili, na mwingine ukaamua leo kuchagua saa moja, na wengine hawajafika pale. Inawezekana wako waliochagua saa mbili pia kwa kuamka, lakini machaguo ndio yanatengeneza result. Kwa mantiki hiyo hiyo, tunapomaliza mwaka, mwaka unaokuja unategemea tunamalizaje huu nategemea tunaanzaje, ujao unalipata kuanza sasa katika msingi huu na saa so, ishirini na nane inazungumza jambo muhimu kwa wenye akili. Nasi tunajua kuwa katika mambo yote, katika mambo mangapi, Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Yani, Mungu nia ya yake ni kupatia mema, kwa kuna mengine yanaitwa mabaya kwetu Tunaita haya sifurahii, lakini ndani Mungu anaweza. Kama ungemuuliza Yusufu, nani? Yusufu yeye alikuwa anaonyeshwa mbele, anaonyesha wazazi wanamwinamia, nyoto anamwinamia, lakini Mungu hajaeleza hapa katikati atapita changaazi ndoto, kumbe kuna kutiwa gerezani kuelekea huko huko, kumbe ndugu zake watakaa watake kumuua. Mungu haelezi haya ya kati, anaonyesha ya mbele, ko mbele ifikia, lakini kwenzi kwenzi zake za kati anajua yeye. Unanipata vijana? Leo vijana mko wengi hapa, wengi mna maumivu mioni mwenu, mbona mimi nataka hivi, mimi nataka hivi Haitu, ungekuwepo kwenye kikao cha Mungu, ungelijua kwamba wewe hujafeli. Wewe huja kwama. Ila Mungu ana mpango mikubwa kuliko hiyo. Namkumbuka mkumbuka jamaa mmoja, neno moja. Alisema hivi. Alisema nilipokuwa nasoma shule, alikuwa mwalimu Sekondari ya Iyunga Sekondari na Mbeya. Nasema shule bana. Mimi ni kwa juu. Lakini huyu akamtaja mwalimu. Mkumbuka

Tunataka Mungu aende vile sisi tunataka, halo. Lakini ukiwa mtu wa Mungu ili katika dunia hii, wewe fanya kazi kwa moyo wote, kama ni kusoma kwa moyo wote, kile kinachotokea mtukuze Bwana, utafanya vizuri. Unafungulia njia, Mungu, kire, njia, njia, njia, njia. katika mari haliyo, wakati wa mwisho mwaka, basi ni muda wa kukumbuka yale Mungu aliyo muda wa kutafakari mambo gani? Safari yetu nzima tuliyosafiri toka Januari, kukumbuka Mungu aliyotutia, kukumbuka, wapi tulima, ala, kukumbuka ulinzi wa Mungu muda kama huu kwa sababu hashindwi na anataka vile. Na hebu nikuulize wewe mwingine, umenoka kiatu kizuri sana umekiacha nyumbani, kuliko leo nilicho kuna acha e, nacho leo kimepungua kilo kuliko kile kile. Kiatu kile msasa kingekuwa kinalia singesema wewe umenisea, lakini kumbe wewe umekiwazia kwamba hiki kwa, kwa sababu kuna kuna sherehe Jumamosi, nitakivaa hicho. Ungekinge ungekinga unge kuna sikia, ungekwambia wewe, nimekuweka sababu najua nakupeleka sehemu ya heshima chenyewe kingelia umeniacha wakati mimi ndo mpya. Basi Mungu vile vile kwa kumshukuru kwa sababu sababu kwa sababuaifuatazosababu muwe kumshukuru Mungu kwa sababu mia moja ishirini na nne Sasa naposema kutulinda na kutuvusha, kutuvusha nimelitumia kwa sababu bila shaka hapa katikati kutakuwa ma, majanga mengi, tumeyapitia hapa katikati, hapa mapito magumu, wakati mwingine magonjwa eh? wakati mwingine tunalaumu <laughs> kama nalaumu kwamba mimi, Mungu inakuaje? Mwanangu, nenda hospitali tu. Mungu ni samee ni ana akili kuliko wewe, kama ni maisha huku ya yake ana heshima kuliko wewe ai <tabit> kwa eh? Lazima tutambue kwamba lazima tutambue kumshukuru Mungu vile anavyo fanikisha Zaburi mia moja ishirini na nne wa nane. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu wanapotushambulia, za hai hasira yao ilipowaka juu yetu hapo hapo maji yalingetukalikisha, mto ungelipita juu ya roho zetu, papo hapo yangelipita juu ya nafsi zetu maji ya furikayo, na imidio Bwana aliyetutoa kwa, kwa mawindo kwa maneno yao. Nafsi yetu imeokoka kama ndege katika mtego wa uwindaji, mtego umevunjika nasi tumeokoka. Msaada wetu uu katika jina la Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Huyo mwimba Zaburi huyu nampenda sana. Alo iwkm <coughs> a wa wote wamekufa ugonjwa ule ule, nasema njo wale pamoja nani afa, kila pamoja nani anakuja kufa sasa. Na mimi usiku, nimejisikia usiku kama kitu kime. Hapa nilipo sasa nakuta tayari na mimi mwili umeanza kudhoofu. Leo nazungumza hadithi za wewe unaki, umelipa nini? Nao ni wanadamu wamesoma, wameenda shule, lakini mambo yako hapa. Kuna mambo shule haitusaidii. Kuna mambo koo zetu nzuri tuliozaliwa hazitusaidii. Kuna mambo nyumba nzuri tulizojenga hazitusaidii. Hata tungalikuwa na mabunduki ndani zetu a lakini Mungu anayeweza hayo, kwa lazima tutujue kushukuru Mungu kwa kutulinda na kutuvusha. Majuzi tulikuwa na jambo la mwezi uliopita, nafikiri umevuka mpaka mwezi huu, kipindi cha ya hu, wala si uongo, wamekufa wanaangalia kwenye video ab wako ndani, lakini inaonekana maaskari wanapata taarifa, wako ndani, niangalie video fulani, wamefuatiwa kule ndani. Kuna video kama wengine wamekamatwa, wakaenda kuzolewa, ingizwa kwenye gari, hatujui wako salama. Hivi hivi mimi mapamba, nimefanya nini? Niko hivi salama, tunasimama mbele za watu. Halo, saa ingine tunawindwa kuliko wote. Kwa nini nisiseme Mungu asante mwaka huu? Halo, kwa nini nisiseme